Habari ndugu mtazamaji, karibu katika chaneli yetu ya afya. Leo tutazungumza kwa undani kuhusu magonjwa yasiyoambukizwa. Niko na mgeni atajitambulisha baada ya hapo, tutaanza kuelekeza nini ambacho tutajifunza katika siku ya leo. Karibu daktari. Asante sana, napenda kushukuru ndugu watazamaji. Kwa majina naitwa Daktari Evaristo. Leo nipo hapa kwa ajili ya kuwapa elimu kuhusu magonjwa ambayo hayaambukizi maanisha ni yale magonjwa ya muda mrefu na ni yale magonjwa ambayo hayaambukizi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Asante, asante daktari mw kwa kujitambulisha vizuri. Kwa hiyo tutaenda moja kwa moja kwenye mada yetu ya. Daktari, unaweza kutuambia nini maana ya hmm, magonjwa yasiyoambukizwa? Magonjwa, magonjwa yasiyoambukiza, yeah, na maanisha ni yale hmm, magonjwa ambayo hayawezi kutoka kwa mtu mwingine kwenda kwa mtu mmoja, au kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kwa njia ya maambukizi. Na maana njia za maambukizi ni kama kupitia damu, kupitia maji maji yatokayo mwilini, kupitia kushikana ama kupitia hewa. Asante kwa maelezo mazuri. Yeah. Haya magonjwa umesema kwamba hayawezi kutoka mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kwa njia ya za maambukizi ambazo tumezoea kawaida. Yeah. Je, magonjwa haya mtu huyapata kwa kupitia njia gani? magonjwa haya mara nyingi mtu hupata kwa njia ya kurithi. Inamaanisha familia yenu ikiwa ina historia ya ugonjwa, kwa mfano shinikizo la damu ama kisukari, hayo magonjwa unaweza kurithi kutoka kizazi kwenda kizazi kingine. Lakini pia hayo magonjwa unaweza kuyapata kutokana na mtindo wa maisha yako, kuishi kisasa zaidi, kula vyakula vya kiwandani, kunywa kwa mfano majuisi ama kutofanya mazoezi. Asante kwa maelezo mazuri. Je, magonjwa haya athari zake ni zipi? Athari mojawapo ya haya magonjwa tunamaanisha ni hashari kubwa, hasa hasahasa, ni kifo. Ukiwa na shinikizo la damu ama ukiwa na sukari ama ukiwa na uzito kupita kiasi, na ukapokea matibabu kulingana na da daktari wako alivyokuambia, na usipoyafuata ama usipozingatia lishe ambayo daktari amekupangia hautoendelea vizuri na afya yako, lazima itateteleka. Hivyo hatua ya mwisho itakupelekea kifo. Hivyo napenda kuwashauri, ndugu watazamaji, mkiwa mmepata haya magonjwa, hama imekujia bahati mbaya hama haukutarajia na umeenda hospitali ukagundulika, daktari wako akakuandikia matibabu na akakwambia inatakiwa utumie lishe fulani ili afya yako iendelee vizuri, naomba ufuate ushauri wa daktari kama alivyokupatia. Asante daktari. Sasa haya magonjwa je, yana matibabu yoyote? Baadhi ya watu wanasema kwamba magonjwa haya hayatibiki, unaweza kutuambia nini kuhusu matibabu haya? Haya magonjwa, matibabu yake yapo, na ukiyafuata unaweza ukaendelea vizuri, na sio unaweza, ni utaendelea vizuri kama umeenda hospitali. Kuna magonjwa kama matatu tutayaongelea: shinikizo la damu, sukari, uzito kupita kiasi. Umeenda hospitali ukapimwa, shinikizo la damu, ukagundulika una shinikizo la damu lililo juu, daktari atakuandikia dawa za kushusha ilo shinikizo la damu ili lije kwenye hali yake ya kawaida. Na kama utafata hayo matibabu utaendelea vizuri. Lakini pia daktari atakupatia hizo dawa zake na hatakupa ushauri kwamba inatakiwa uishi maisha fulani. Kuna vyakula baadhi na baadhi na baadhi inatakiwa upunguze kama vyakula vya chumvi sana, vyakula vya mafuta, juisi za kiwandani, soda soda na ufanye mazoezi at least kwa wastani atakutajia daktari kama atakavyokutajia huko hospitali. Inatakiwa ufate vile vile bila kumpinga daktari wako. Hivyo utaendelea vizuri na unaweza ukapona kabisa. Asante daktari kwa maelezo mazuri kuhusu jinsi gani ambavyo mtu anaweza akapata matibabu ya magonjwa haya. Sasa je, nini mtu afanye ili ajikinge na magonjwa yasiyoambukiza? Magonjwa yasiyoambukiza ni magonjwa ambayo tunasema mara nyingi huwaga ni yakurisi, ama mara nyingi husababishwa na kutofanya mazoezi na kuishi maisha ya kisasa zaidi, kama kula vyakula vya kiwandani, vyakula vya, vya, vya mafuta hivyo kama sio ya kulisi kwenye ukoo wenu, unaweza ukajikinga kwa kufanya mazoezi. Sio lazima utumbie ataa, unaweza ukatembea kutoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine, kama nasabaa ukatembea kwa miguu, ili kusababisha mwili ukapata moto na kuyeyusha mafuta ambayo yako kwenye mishipa ya kupitishia damu. Hivyo yale mafuta yakiyuka, tunamaanisha damu itakuwa inapita salama na safi kabisa kwenye njia yake bila bugu za yote. Hivyo hautakuwa na shinikizo la juu la damu, lakini pia sukari yako itakuwa kwenye kiwango ambacho kiko sahihi, kwa sababu itakuwa inafanyiwa mchakato ulio sahihi ukiwa unafanya mazoezi. Lakini pia ukiongelea uzito kupita kiasi, kuwa unafanya mazoezi, hautakuwa na uzito kupita kiasi, maanake kilo zako zitapungua na zitakuwa kwenye kiasi ambacho kilitakiwa kama afya inavyosema lakini pia kitu kingine cha kufanya ni kula vyakula ambavyo sio vya kisasa. Na maanisha tuache kunywa juisi, tuache kunywa soda, tuache kula mafuta mafuta. Na maanisha mafuta kama ya kolii, na pia tuache kula nyama nyekundu, sio nzuri sana kiafya, tupendelee kula nyama nyeupe kama samaki. Asante kwa maelezo mazuri. Je, unaweza kutupa neno la kuhitimisha mada yetu tujifunze vitu vingi? Tuhitimishie mada yetu kwa ufupi, kitu kikubwa ambacho ninawasa ndugu watazamaji sio lazima kwenda hospitali mpaka uume. Unaweza kwenda hospitali kucheki afya yako kwa sababu haya magonjwa huwezi kugundua kipindi hivyo, mara kwa kwa hivyo, tuwe tuna tabia ya kwenda hospitali mara kwa mara ili tuweze kucheki afya zetu, kwa sababu kuna wengi tunaogundua walikuwa hawajijui ila tunu, walipofika hospitali tuliwapima na tukagundua kwamba kuna watu wana shinikizo la damu bila walikuwa hawajui na kuna watu sukari yao ilikuwa juu lakini walikuwa hawajijui. Kuna watu wanaishi mtaani hawajui uzito wao kwamba uzito wao hauendani na urefu wao, hivyo wana uzito kupita kiasi, na wakapatiwa matibabu, na hivi sasa tunavyoongelea, wanaendelea vizuri na bado hapo kwenye lishe ambayo walipangiwa na madaktari. Asante daktari kwa maelezo mazuri, naamini tumejifunza mambo mengi katika siku ya leo. Naamini pia mtazamaji atakuwa amepata kitu kuhusiana na magonjwa yasiyoambukizwa. Nami nitimisha kusema kwamba kwa maelezo zaidi, kama na swali lolote, tunajua kwenye comment section, nasi sisi tujifunza zaidi ni pia daktari atapitia maji maswali ambayo tutauliza na atajibu. Nikutakia siku njema ndugu mtazamaji, ulikuwa naye Daktari Leni Komba pamoja na Daktari Evaristo Kepenya. Nikutakia siku njema na Mungu akubariki. Asante sana.